Na, mtazamaji, kwa hivi sasa polisi wanachunguza kisa ambapo mhudumu mmoja anayefanya kazi bitha, ya kuwasilisha bidhaa zilizonunuliwa mtandaoni alipatikana ameuwawa kikatili mtaani South B hapa jijini Nairobi. Mwili wa Anthony Otieno ulipatikana chini ya kitanda katika jengo moja mtaani humo ukiwa na damu nyingi na umefungwa miguu na mikono. Ode Francis anasimulia mauaji haya ya kutamausha Anthony Otieno alikuwa mwenye shughuli ya kuwasilisha simu ya walioagizwa mtandaoni, ila baba huyo wa watoto watatu hakujua shughuli anayoifanya kila siku ya bodaboda ingemtia kwenye mtego wa mauti. Anthony aliondoka dukani mjini Nairobi na kuelekea Meridian Apartments mtaani South B kupeleka mzigo huo ulioagizwa kupitia mtandao wa WhatsApp na mwanaume aliyedaiwa kuwa Eldoret. Jamaa huyo aliagiza mzigo upelekewe kakake katika nyumba hiyo ya kuku So hata alikuja asubuhi around 9 akachukua uh, delivery ikatoka around 10:30 kufika uh, around 12 ndio simu zake hazikuwa zinaingia. Tunampigia kwa namba zote mbili haikuwa inaingia, tukajaribu iko client, client inaingia tamia. Mwisho nilimpigia ilikuwa around saa nne na nusu, akaniambia nimefika kwa client, ngoja nitakukola. So from there sijui nini ilifanyika. Baada ya saa kadhaa mwili wake ulipatikana chini ya kitanda katika nyumba ya nambari 14, ghorofa ya 4. Damu ilikuwa imetapakaa chini. Ripoti ya upasuaji wa maiti ikisema alipigwa kichwani kwa kitu kizito. My brother was tortured. Alikuwa tied kwa mikono, uh, miguu. Alikuwa amefungwa mdomo. Alikuwa na blood all over the body oozing, I think maybe from the, uh, nose. So I don't know the motive ya watu — sijui ni simu alikuwa anataka ama alikuwa anataka kumua. Wapelelezi walipata kisu na chuma inayoshukiwa kutumiwa kumuua na simu ile ile aliyokuwa awasilishe. Pikipiki yake pia ilikuwa bado imeegeshwa nje. Tuliambiwa kuna mama mwenye ya BNB ni mwenye Alireza Alam ndio alipatikana na simu kama aliwanyang'anya, so sielewi aliwanyang'anya je. Chumba hicho kilikuwa kimekodeshwa saa chache kabla ya tukio hilo na wanaume wawili waliolipa shilingi 2500 pesa taslimu. Charity Mudhoni Mishoki, mmiliki wa Airbnb, anasema alipokea ujumbe asubuhi ukisema bili ingelipwa jioni, lakini alipokwenda kukagua chumba alishtuka kuona damu sakafuni. Pamoja na majirani walivunja mlango wa chumba cha kulala na kupata mwili wa marehemu. Msako wa kuwanasa wauaji unaendelea. Ode Francis, runinga ya Citizen, Nairobi.